Vyombo vya habari, mna ushahidi wa kila kitu. Kwa nini hamwatoe wananchi, mkawaeleza ukweli? Walejani ukweli, wananchi wataelewa. Sio kila siku unadanganywa tu, utadanganywa mpaka lini? Toweni ushahidi wote mlionao na kutokana na utafiti mliofanya, na hata kama kuna mamlaka nyingine zimefanya, zitoe ushahidi. Ushahidi upo kwa wazi, Hamna cha kuficha vyombo vya habari, na vyomba vi, na, na, na visihi vimoja vya ndani vya Tanzania. Kwanza viacha upendeleo, visiwe na vyama, vitimize maadili yao ya kuwa ni vyombo vya habari. Ufanye utafiti, waambie wananchi nini hasa kilichotokea kila kitu kiko wazi. Kituo kimoja kiwe na fomu yake moja, kimejazwa na mtu mmoja, na sio vituo vituo vingi akajaza mtu mmoja, haiwezekani. Au kwenye vituo hamna hamna saini za mawakala, haiwezekani, lazima mawakala wepo wa kuhesabu kura. Sasa mwaone kwenye fomu nyingi mawakala hamna, na kura, na, na, na, na matokeo ya kura inaonekana yamepandikizwa yamepandikizwa juu, juu ya maandishi mengine, anakosa kuchaguzi na kufanya udanganyifu kwenye kura. Nilijisikia haki haitatendeka na nijisikia vibaya, nikaona hapa hakuna haki itopatikana, lazima fanye uamuzi mwingine wa kishujaa. Kulitokea mambo mengi. La kwanza ni kwamba ndani ya tume yenyewe iliyotarajiwa itoe maamuzi ya haki kulikuwa na mgawanyiko na mpasuko mkubwa sana. Ni mpasuko ambao ulisababisha hata baadhi ya wengine kuwa na hasira za juu kugombania kwamba lazima tumtangaze mtu ambaye wana mtaka wao. Ni mgawanyiko mkubwa na hatupaswa kuwa waga, na mgawanyiko, tulipaswa tutende haki kwa ajili ya taifa, sio kuvutiana, kila mmoja anavutia upande wake. Sisi hatuka tunaamba ngoma wanawamba ngoma ndo, na kila mmoja anavuta ango, ngozi upande wake. Sisi ilikuwa tunasimamia masilahi ya nchi, tusimame kama kitu kimoja. Kila kwenye kasoro basi ilibainika kuna karatasi za kura zilichezewa, zilifutwa nyingine, hazikuwa na saini za mawakala. We, baadhi ya mawakala tuna taarifa kama walipigwa wengine walifukuzwa. Kwa hivyo kulikuwa hakuna na utaratibu mzuri. Watendaji wote walioajiriwa hasa wasimamizi wa majibo waliajiriwa na wakala kiapo kwamba watatenda haki. Sasa kama kuna mtumishi yoyote uliajiriwa na tume ambaye hakutenda haki, vyombo vya sheria vipo, sheria ichukue mkondo wake. Sisi, si sisi wasimamizi wa sheria. Msimamizi wa sheria yupo na vyombo vipo kuna, kuna polisi kuna mwanasheria mkuu na vyombo vingine vipo vya umma. Tume iliyopokea malalamiko mengi hasa kutoka Chama cha Mapinduzi na chama cha ADC, vingine vilalamika baadaye, lakini siku zile ambazo tulikuwa tunafanya yale tarehe 25 na 26, vyama vili hivyo muhimu vikubwa ndivyo vilivyoleta malalamiko yao. Tume ilipeleka kila kifaa na vifaa vyote kwenye kila kituo vilikuwa vimeshafikishwa siku ya mkesha kulalia kupiga kura, vifaa vyote. Hatukupata malalamiko kwenye kituo hata kimoja kwamba kuna mhuri umepotea. Hiyo mihuri ni miongoni mwa njama za kuvuruga uchaguzi ambazo meshazieleza. Kulifanyika njama nyingi za kuvuruga uchaguzi, miongoni ni hizo. Wajibu wa tume ni kuendesha uchaguzi, ili tupate viongozi ambao umechaguliwa kwa ingwa kura na wananchi, lakini isiwe kura ambazo zimeharibiwa kwa makusudi ani viongozi ambao watapatikana kwa kura zile uhuru kusiwa na mashaka. Kuna wengine wamefurahia, kuna wengine wamechukia. Kasi, kila mmoja na yari yake, huo uhuru wanao, lakini tulichofanya kimefanyika kutokana na kulinda matakwa.